Jambo mtazamaji wa Goal 255. Karibu tena kwenye mfululizo wa video zinazopandishwa kwenye channel ya Goal 255. Ikiwa zimepita siku chache baada ya klabu ya Yanga kuweka wazi matakwa yake ili kuweza kushiriki mchezo nambari 184 dhidi ya klabu ya Simba. Sakata hilo limeibua taswira mpya baada ya kuibuka kwa majibizano baina ya wasemaji wa klabu hizo ambapo kila mmoja ametetea upande wake katika sakata hilo. Siku ya jana Ahmed Ally kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika na nukuu: Nimepitia kwa utulivu matakwa ya nyuma mwiko waliowasilisha bodi ya ligi. Nimeona usela mwingi badala ya hoja za msingi. Unataka katibu mkuu wa TFF ajiuzuru kwa kushinda kusimamia waamuzi. Pengine hamjui kazi za katibu mkuu. Jukumu lake ni kuandaa kozi za waamuzi, kuboresha maslahi yao na kuadhibu na wanaokosea yote hayo yanafanyika kwa asilimia mia moja. Mafanikio ya leo kwenye mpira wa miguu ni kutokana na mchango wa mtendaji mkuu akisimamiwa vema na Rais Wallace Karia na kamati yake ya utendaji. Timu zetu za taifa, madaraja yote, zinapishana kwenye michuano ya Afrika. Hii ni kazi ya katibu mkuu. Siko hapa kuelezea mafanikio yake, lakini toshe kusema tu mpira wa miguu hauko tayari kupoteza lulu kwa maslahi yenu. Wanataka pia mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo naye jiuzuru. Kwa kosa gani? Ubaya wa Kasongo umeanza lini? Wakati mnachukua ubingwa mara ya tatu hamkuona ubaya wa Kasongo? Kasongo huyu chini ya utawala wake ligi yetu imeshika nafasi ya nne kwa ubora Afrika. Vipo vilabu vinajiendesha kwa fedha kutoka kwa wadhamini waliotafutwa na bodi ya ligi ya Kasongo. Tuambie tu, hatujajiandaa kumpoteza Kasongo hivi sasa mazuri yake ni mengi kuliko mabaya mnayompakazia. Ninachokiona mimi haya ni mapambano ya kutaka kuweka watu wenu kwenye nyadhifa hizo, na sio watende haki, bali wasimamie maslahi yenu. Hatuwezi kuruhusu hilo litokee. Mikwara ya kuwa hatutashiriki ligi msimu ujao mpaka matakwa yako yafanyiwe kazi, huo ni mkwara wa bata. Mpira wa nchi hii unaweza kwenda bila wewe na watu wakafurahi. Amepotea Pan African Red Star na Cosmopolitan. Wewe nani by the way? Timu yenu ni sports club. Ukiona mpira unawashinda niendeni mkacheze boxing au basketball. Mwisho wa kunukuu. Baada ya hapo, akijibu kile alichoandika msemaji wa TFF Ali Kamwe aliandika pia, na nukuu hii, barua yetu ya posa tuliyotuma leo inasubiri majibu na ni kitu rahisi sana. Klabu ya Yanga inataka fedha, fedha zake zote inazodai. Invoice za klabu zimeshafika mezani kwenu leo, kama yako madeni mliosema kwenye barua, kwenye bracket barua yenu ya posa mlioitoa kuja kwetu, mnapaswa pia kutuandikia kwa maandishi, mkiambatanisha invoice. Ofisi yetu ya finance itafanyia kazi na kama kwenye hela yetu mlikata juu kwa juu, basi isiwe shari. Klabu inaomba pia mtujibu kwa maandishi mkiambatanisha na risiti za EFD ili mkurugenzi wetu wa fedha atunze kwenye rekodi. Hii posa inasubiri majibu, siku imeisha kimya. Leo kesho tutakumbushana tena inshallah. Hili jambo linahitaji majibu ya haraka, ni hela za wananchi hizo. Kama club tukiona kimya, tutasogea haki ilipo. Asanteni, ni mimi kijana wenu Ali mia themanini na nne Kamwe. Mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, msemaji wa Simba amesisitiza kwamba madai ya Yanga hayana mashiko, ambapo kupitia ukurasa wake wa Instagram leo ameandika, na nukuu, mpango wa nyuma mwiko kushinikiza klabu ya TFF na mtendaji wa bodi ya ligi wa jiuzuru ni mpango wa makusudi wa kutaka kuweka watendaji wapya katika taasisi hizo watakazolinda masilahi yao na kuwapendelea wao pia kutaka kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi ni mkakati wa makusudi wa kutaka kuunda kamati ambayo itakuwa chini ya maamuzi itakuwa chini yao kimaamuzi. Kumbuka, hawa ndio wavunjaji wakubwa wa kanuni ikiwemo kupita geti lisilo rasmi, viongozi wao kuvamia pitch. Sasa wanataka kuweka kamati ambayo itafumbia macho vitendo hivyo. Kama haitoshi wanataka kuweka watendaji wapya wa TFF na bodi ya ligi ambao watakuwa waoga kimaamuzi, maana wataamini kuwa nyuma mwiko wa kichachamaa wataningoa madarakani, hivyo watafanya kila jambo kuwafurahisha ndugu zetu wasongesha. Mlipolala nyie, ndiyo tumeamkia sisi. Kwa kifupi, ni sisi tupo mbele ya muda. Hatuwezi kuruhusu uhuni ufanyike, tutakula na nyie sahani moja kukomesha utoto kwenye mambo ya msingi. Bodi ya ligi ni chombo cha vilabu vyote hivyo hatuwezi kuachia timu moja ifanye maamuzi kwa ajili ya wengine wengi. Na sisi ni wanachama wa TFF hatuwezi kuruhusu. Mwisho wa kunukuu. Baada ya hayo, je, wewe una maoni gani kuhusu hili? Tuandikie kwenye comments, lakini pia usisahau ku like ku subscribe na kushare. Ulikuwa nami Albert Salam, nikutakie siku njema na kwaheri.